zima ya klabu yenu ina, inaendeshwa ikiwa inahitaji kitu gani Simba Sports Club? Eh, ukimsikiliza mwekezaji wa klabu ya, mm. ya Simba Mohamed Dewji popote atakapozungumza kuhusu maendeleo ya Simba lazima atasema ya kwamba eh, tena huwa anapenda kutumia neno shabaha mm. Ana, na lazima aseme shabaha yetu mm. ni kuwa klabu namba moja Afrika. Uh, aki, aki, aki urizo, aki zunguza, ni tofauti na viongozi wengine. Akiulizwa akizungumza anasema tu fulani bimbo basi amemaliza. <laughs> lakini kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Simba unaona kabisa Mohamed Dewji ametengeneza huo mfereji ya kwamba anataka kuwa namba moja Afrika, mm-hmm. kwa hiyo kila anayeingia Simba Sports anaingia kwa ajili ya kufanya kazi kwenye hayo maono ya umwekezaji wetu kwamba hebu tukapambane kufanikisha ndoto ya mwekezaji wetu ya kuwa hmm. namba moja Afrika. Kwa mchezaji akisajiliwa anatambua kwamba ana jukumu la kuipeleka Simba kuwa namba moja Afrika. Watendaji tukiajiriwa tunatambua kwamba tuna tuna jukumu la kuipeleka Simba kuwa namba moja Afrika hmm. kwa hiyo ndiyo inachotutenganisha sisi na vilabu vingine vya Tanzania hapa ambavyo wenyewe kila mtu ana malengo yake, lakini hii ya, ku, ya kutawala soka la Afrika kwao haijakuwa kipaumbele mm. Sasa unapokuwa na kipaumbele, unapokuwa na maono, ni rahisi kufanya kazi kuyaendea hayo maono mm, manake hakuna kulala. hakuna kulala ukishaekewa e, okay. unaambiwa kwamba leo umetembea kilomita tano mm. Lakini shabaha yako ni kutembea kilomita ishirini yep maana yake ni kwamba hamna kusinzia, inabidi uendelee wewe. Tembea tu, e wewe tembea tu, ni tembea mpaka wapi? Utafika tu. Shomari Kapombe ameingia katika orodha ya kinyanganyiro um, cha kuwania mchezaji bora e, pia vilevile hili nalo uh, mlilitegemea kama ilivyokuwa katika upande ya, wakab... kwa shomari hatukutegemea kusema ukweli eh, kwa sisi watu wa takwimu takwimu tungetegemea pengine tumwone Jani Shale Ahua mm. Kwa sababu kwa msimu um, uliopita kwenye michuano ya Afrika amefunga magoli asiopungua ma manne kama sikosei mm. Uh, lakini imekuwa ni tofauti, amekwenda kuchukuliwa uh, Shomari Kapombe. Kwetu sisi kwanza ni surprise, lakini ime, imetufurahisha. Imetufurahisha kwa sababu uh, kwanza inamwongezea mchezaji thamani ya kibinafsi mm. Lakini kama haitoshi inamwongezea ina, ina mchezaji confidence, lakini huyu Kapombe ni mchezaji ambaye watu walishaanza kumkatia tamaa miaka mm. miwili nyuma huko mzee mm. kazeeka mm. kachoka lakini eh, katika kile kipindi cha kuonekana amechoka anakwenda kuingia kwenye kinyang'anyiro cha wachezaji kumi bora Afrika hmm. na ukiangalia ile orodha mzee, si mchezo e, ina dio, madude kweli kweli. Eh, Shumari katoboa kwenye hayo kwenye hayo madude makali makali hmm. ni, ni, ni jambo lenye, lenye lenye lenye thamani kubwa sana kwake na sisi Simba Sports tunajivunia, lakini imekuja eh, katika muda mzuri sana mchezaji wenu e, mkongwe kwenye timu mm -hmm. Anaingia ana kwenye kinyang'anyiro hicho mm -hmm. Lakini mchezaji wenu nahodha anaingia kwenye kinyang'anyiro hicho, maana yake ni kwamba mna nahodha wa kuigwa mm -hmm. Mna nahodha wa mfano ndo eh, hii Shomari atakaposimama kuzungumza na wachezaji wenzie, wanamsikiliza wanamtii, kwa sababu unapozungumzia wachezaji kumi bora Afrika, Shomari Kapombe wanapozungumza na kina Nangu, wanapozungumza na kina Chasambi, wanajua kabisa hapa tunazungumza na top man wa Afrika. Heshima inaongezeka na concentration ya kumsikiliza inaongezeka vilevile, inakuwa ni faida kubwa kwelikweli kwenye upande wa kikosi chetu. Mm. Faida kubwa sana kwenye upande wa kikosi cha Simba UFM.